Taifa la Somalia na 25, kwa mwaka 2025 linakadiriwa kuwa karibu milioni 19.3 hadi 19.7 ya watu wake ambapo miongoni mwao milioni 2.7 wanaishi katika mji mkuu wa Mogadishu. Nchi hiyo iko Bara la Afrika kwenye pembe ya Afrika yenye miundo ya familia mara nyingi hujengwa kwa kuzingatia ukoo wa kiume, pamoja na desturi za kitamaduni za Kiislamu. Wananchi wa Somalia wamepiga kura siku ya Alhamisi tarehe 25, 2025 katika uchaguzi wa mitaa wenye utata ambao unaashiria kura ya kwanza ya mtu mmoja na kura mmoja nchini humo tangu mwaka 1969. Somalia kwa miongo kadhaa imekuwa ikiwachagua wajumbe wake wa baraza la mitaa na wabunge kupitia mazungumzo ya kiukoo, na ni viongozi ambao baadaye humchagua rais Kutokana na kukosekana usalama na migogoro ya ndani kati ya serikali na upinzani tangu mwaka 2016 ni mambo yaliyokuwa yakichelewesha utekelezaji huo. Pia serikali ya shirikisho ya nchi hiyo imeandaa upigaji kura wa wajumbe wa baraza la mitaa utakaofanyika katika wilaya 16 za Mogadishu, lakini upinzani umeuita uchaguzi huo ni wa upande mmoja. Somalia ni miongoni mwa nchi zenye maendeleo duni kama inavyothibitishwa na nafasi yake katika vipimo kama vile pato la taifa kwa kila mtu na nafasi yake karibu na kiwango cha chini cha kielezo cha maendeleo ya binadamu. Kanda ya kati ina zaidi ya wapiga kura laki 9 waliojiandikisha katika vituo 523 vya kupigia kura na vyama 20 vya siasa vikiwasilisha wagombea kulingana na tume ya uchaguzi. Somalia imekabiliwa na changamoto za kiusalama huku kundi la wanamgambo wa al-Shababu lenye uhusiano na Al-Qaida mara nyingi likifanya mashambulizi makali katika mji mkuu. Usalama katika mji mkuu umeimarika kabla ya uchaguzi wa mitaa. Wakati hayo ya kijiri, nchi ya Guinea Bissau inatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwishoni mwa juma, akiwemo kiongozi wa kijeshi nchini humo Jenerali Mamadou Mbowya mwenye miaka 41 ambaye ni mgombea huru. Jumla ya watu milioni 6.8 katika taifa hilo la Afrika Magharibi wanatarajiwa kujitokeza siku ya Jumapili majira ya saa 1 asubuhi hadi saa 12 jioni kwa saa za Afrika Magharibi kuwapigia kura wagombea 9 wa nafasi ya uraisi. Itakumbukwa kwamba tangu uhuru wa mwaka 1958 Guinea imekuwa na historia tata ya utawala wa kijeshi na kimabavu.